Wasionifahamu ninaitwa ni Selina, ni mwana wa uweza wa Bwana. Nilikuja paa mwaka jana, pia nilikuwa na ujauzito wa mwezi mmoja, nikiwa nimekaa na baba, akaniambia mbona anaonyeshwa wanawake wawili wanaharibu wa ujauzito. Basi aliniombea nikaondoka kurudi Dar es Salaam. Imefikisha miezi minne, nikaambiwa hichi ni kifafa Baba alinifanyia maombi lakini aliniambia usiogope, utashinda. Kwa neno la nabii Amos, Mungu amenipa zawadi ya mtoto wa kiume. Lakini kwenye hiyo changamoto, kuna kipimo nilifanya nikaambiwa figo zimepata shida, pamoja na ini pamoja na moyo baada ya kuja kuonana na baba hapa, sasa niliporudi kufanya kile kipimo nika- ikaonekana kwamba ini langu liko salama, figo ziko salama pamoja na moyo. Mungu aliyojuna ukampa utukufu, anakwenda kukuponya na wewe leo, mwana wa Mungu ulioko mahali hapa. Mimi huduma naijua sasa ni miaka kama kumi na mbili, kumi na tatu, alionileta mahali hapa Aliishia njiani. Unaweza ukaja hata kama ni ndugu yako amekuleta mahali hapa mm -hmm. Akigeuka yeye, wewe simama kwa miguu yako, kwa sababu imani ni ya kwako wewe mwenyewe, na mpaka huko mahali hapa, unajua mambo Mungu aliyokutendea. Kwa hiyo, haijalishi ni mtu amekuleta mahali hapa, yamkini baba amemwambia labda una tabia hii na tabia hii, akaona sasa nisiondoke peke yangu. Wewe simama kwa imani yako, kwa miguu yako, angalia Mungu amekutendea mangapi, kwa sababu ndugu yako anaweza akakutenga, lakini upendo wa Mungu hauwezi kukuacha mwana wa Mungu. Niko Dar es Salaam, lakini nilishakutana hadi na matapeli. Unaenda kwa mtumishi unaambiwa kumwona ni shilingi laki tano. Kumuona vile, sisi tunakuja hapa saa zingine hata hauna sadaka, lakini unapata neema ya kumwona huyu baba, sadaka inaanzia shilingi elfu kumi. Ni mambo nimekutana nayo, nikasema, kumbe kwa baba yangu tunakula kula vyakula vizuri. Saa zingine sina chochote, ninaenda baba ananipokea anaangalia moyo, angalii huyu ana kiasi gani huyu ana anaopokea wote kwa upendo na amani. Mwana wa Mungu, tulia mahali hapa. Ukitoka nje hapa, ndo utajua anayaongea nimeliona neno la mahali hapa. Nafuatilia neno kupitia simu yangu YouTube. Mwana wa Mungu, tulia mahali hapa. Ukitoka nje hapa, ndo utajua anayazungumza. Hii neema ni ya kipekee, ni ya tofauti. Msikilize Mungu kupitia mtumishi wake Nabii Yusufu Mapigano. Wengi tulioko mahali hapa tulikuja tumechakaa. Anayetoka mwache atoke mwenyewe, mwangalie Mungu, yeye anasema nini. Kumbuka Mungu alipokutoa. Kwa hiyo simama kwa zamu yako, itetee imani yako. Kwa haya na mengine mengi, usisahau kusubscribe, kulike na kushare kwenye mitandao yetu ya kijamii na Mungu akubariki.